TV. Hii ni Gona TV. Uko na presenter wako Msauzi kwenye kipindi chako pendwa cha vivutio vyetu. Na leo tuko Amboni au mapango ya Amboni. Na leo nitakujuza kuhusu vivutio vinavyopatikana mjini Tanga katika mapango ya Amboni. Acha nikujuze Gona TV. Hakika ni fahari yetu, jicho letu na hivi ni vivutio vyetu vyetu, vivutio, vivutio. Naam, naam, kama alivyokwisha kukujuza awali kwamba leo tutakuwa Amboni Caves na hapa tupo getini, tunataka ni waingize ndani, ni wajuze kuhusu vivutio tofauti tofauti vinavyopatikana Amboni Caves au kwenye mapango ya Amboni. Na hii ni Gona TV. Naam, naam. Hapa ni Amboni Caves, na hii ni sehemu ambayo unaweza kukuwezesha wewe kufika katika kuona vivutio vya mapango ya Amboni. Na leo tutakuwa na ndugu yetu kwa moja wetu, Mksen Lajabu. Ni mwongozi wa watalii katika mapango ya Amboni. Leo tumetembelewa na Gonna TV tuenda kumijuza mahistoria ya mapango ya Amboni. Ni fahari yetu, jicho letu, na hivi ni vivutio vyetu, vyetu. <tipos> Oo, ile ilianza kutumika aa kumina 16 uh, na wenyeji wa Tanga hii kwa ajili uh, ya kufanya maombi na matambiko. Choa anaamini kama mtu ana shida au ndo tatizo basi kiakiomba, shida yake tatizo lake taka etafuliwa

Na watu hawa walikutana katika kiwanda cha Amboni Limited kwa kunishika na mambo ya mkonge. Walikuwa wanafanya kazi pale kama manamba. Ni ndoto ya kazi ngumu na nalipo jira mdogo, kwa watu wale haki zao na haki za wanyonge wengine, lakini ilionekana ni watu wote macho, ambao wasifanye kazi kwa watu kwa wanatafutwa, na wakimbilia sehemu hii kwa kujificha mnamo 1952 mpaka 1956. Ndio pia kwa kujificha watu wakajisisha na kula mahali kula fedha za wakoloni, ili kuwafanya waweze kukata tamaa kuishi nchini mwetu. Ndio pia inasemekana kwa kutumia dawa za kienyeji mbo, dawa hizo zilikuwa zinapelekea kuwabumbeisha watu wanaotafuta wasiweze kuwaona, na dawa hizo siku na sidea unaweza kutoka sehemu hii hapa na kwenda kwenye nyumba za wakoloni na kula mahali pasipo kuonekana, na muda mwingine wakafika ni muda wa chakula na wakajumuika kwenye meza pale, wakakaa wakala bila kuonekana.

Saap, ya kuweza kuonekana kwa urahisi kule kwa mtu kupigwa risasi na utafia wote kule. Na hapo ndani pale kuna taswira kama nyumba ya msonge, tunaweza kuingia kwenda kuona jinsi palivyo. Sawa, sawa. Tutatoka pia. Basi fikio hapa, ukiangalia na wala hapa hivi na kama nyumba ya msonge jinsi walivyojitengeneza hapa Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Sema nificha watu wawili kwa takriban miaka minne, wamenificha hapa ndani. Hawa ni wanafunzi, ndio waliandika majina, ila sasa hivi haturuhusu mtu kuweza kuandika majina au kuandika jina. Ndiyo, ndiyo. kwa sababu ni uchafuzi wa mazingira, watu ambao waliandika miaka ya nyuma, ila sasa hivi haturuhusu mtu yoyote kuweza kuandika na bado uko na Gonna TV na hii ni hitimisho ya kipindi chetu cha vivutio vyetu ndani ya Amboni Caves Tanga, Tanzania na tumeweza kujifunza mambo mengi. Tumeweza kuona meli, tumeweza kuona sehemu watu wanakostali, tumeweza kuona msikiti, tumeweza kuona kanisa. Kiukweli tunajivunia Tanzania yetu, tunajivunia Tanga, tunajivunia Amboni Caves. Huko na Gonna TV, endelea kutazama, endelea kufuatilia vipindi vyetu. Yeah, karibu sana. Usisahau kusubscribe, kufollow, kulike, kukomenti, kushare. Asante.